zangu na dada zangu, leo nataka kuzungumzia jambo ambalo wengi wetu tumelishuhudia au hata kushiriki kupanda mimea kwenye makaburi. Mada hii mara nyingi huleta maswali na hisia nyingi, basi tuizungumzie pamoja. Watu wengi wanaamini kwamba kupanda kitu kwenye kaburi, kama mti wa miba au shayiri, ni njia ya kumwenzi marehemu. Kitendo hiki mara nyingi huhalalishwa kwa kurejelea hadithi ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka tawi la mtende kwenye makaburi mawili. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa muktadha na hukumu kuhusu jambo hili. Kwanza kabisa, ni muhimu kutambua kwamba haikuandikwa katika sharia kusoma sura ya Sein au sehemu yoyote ya Quran juu ya kaburi baada ya mazishi au wakati wa mazishi. na Makhalifa wake waliongoka hawakufanya wala kuidhinisha hili. Kwa hivyo kusoma Qur'an kando ya kaburi au kupanda chochote kwenye kaburi inachukuliwa kuwa bidaa, uvumbuzi katika dini, na inapaswa kuepukwa. Hadithi inayotajwa mara nyingi inamhusu Mtume swala Allahu alayhi wasallam akiweka tawi la mtende kwenye makaburi mawili baada ya kuarifiwa na Allah kwamba waliozikwa humo walikuwa wanaadhibiwa. Hili lilikuwa tukio la kipekee lililofunuliwa kwa Mtume ham na sio utaratibu wa jumla kwa makaburi yote kama ingekuwa utaratibu wa jumla Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanya hivyo kwa makaburi yote, jambo ambalo hakufanya. Zaidi ya hayo, ni muhimu kwetu kukumbuka kwamba kuanzisha vitendo ambavyo havijaanzishwa na sharia kunaweza kutupeleka mbali na mafundisho ya kweli ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuanzisha jambo katika dini yetu ambalo si sehemu yake litakataliwa. Kwa hivyo badala ya kuzingatia kupanda mimea kwenye makaburi, tunapaswa kuelekeza juhudi zetu katika kufanya dua kwa marehemu, kutoa sadaka kwa niaba yao na kufuata sunna katika nyanja zote za maisha yetu. Hii ndiyo njia bora ya kuwaenzi wapendwa wetu na kujipatia thawabu sisi na wao. Kwa kumalizia, ingawa nia ya kupanda mimea kwenye makaburi inaweza kuwa njema, haikuandikwa katika Uislamu na inapaswa kuepukwa. Tubaki imara katika vitendo vilivyoanzishwa na Mtume llahu alayhi wasallam na masahaba zake, na tuhakikishe matendo yetu yanaendana na mafundisho ya Uislamu. Asanteni kwa kutazama. Usisahau ku like, ku share na ku subscribe kwa maudhui zaidi. Mpaka wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.